Walimu wa kanisa hawa ni maaskofu, mapadre ama mashemasi ambao kwa maandiko yao, maisha yao, wamechangia kwa kiasi kikubwa katika mafundisho mama ya kanisa. Sasa twende tuangalie sifa za mtu kuwa mwalimu wa kanisa. Kuna vigezo ama sifa kuu tatu. Kigezo cha kwanza ni uweledi wa kisomo au mafunzo. Ili mtu aweze kuwa mwalimu wa kanisa, ni lazima ama ilipasa awe na hii sifa ya kuwa na uweledi au somi wa hali ya juu katika ngazi ya teolojia, katika ngazi ya maandiko matakatifu, lakini vile vile na maisha ya kiroho. Ukiwachunguza vizuri hawa walimu wa kanisa, utaweza kuona ukweli huu unajidhihirisha kwa namna kubwa maandiko yao na mambo mengi ambayo wameandika kuhusu teolojia na maisha ya kiroho yanadhihirisha hiyo. Lakini sababu ya pili ni utakatifu wa maisha. Ili kanisa liweze kumtangaza mtakatifu kuwa mwalimu wa kanisa, ilipaswa na ilibidi hawe ameishi maisha maadirifu, maisha matakatifu, maisha ya mfano, maadili na mwenendo mwema. Lakini sababu ya tatu ama kigezo cha tatu ya kumfanya mtu kuwa mwalimu wa kanisa ni kuthibitishwa na kanisa kurasimishwa na kanisa lenyewe. Kwa hiyo sio tu kuwa na uwezo mkubwa katika teolojia ya maandiko matakatifu au utakatifu wa maisha, lakini kurasimishwa, kutangazwa rasmi kama mwalimu wa kanisa. Yeye ameandika kazi nyingi, lakini kazi zake kubwa mbili ambazo kanisa inazitambua na zimeweka nafasi kubwa katika kuchangia mafundisho ya kanisa: Suma Theology na Suma contra Gentiles. Hizo ni kazi kubwa za mtakatifu Toma wa Akwino. Ameandika kuhusu falsafa, lakini kuhusu teolojia. Lakini kigezo cha pili ni mtakatifu maisha yake yamekuwa ya mfano na kwa namna pekee sana mpaka kanisa liweza kumtangaza kama mtakatifu. Lakini kigezo cha tatu, aliweza kuthibitishwa na kanisa kama mwalimu wa kanisa, alithibitishwa mnamo mwaka 1567 na Papa Pio Tano. Ukiachilia mbali vigezo vya kuitwa mwalimu wa kanisa, huyu Mtakatifu Thoma wa Akwino kwa namna ya pekee anaitwa daktari malaika, daktari malaika, Angelic Doctor. Sasa tuone ni kwa nini anaitwa daktari malaika sababu kuu nne zinazomfanya huyu Mtakatifu Thoma wa Akwino aitwe daktari malaika. Jambo la kwanza, aliandika kwa kina kuhusu teolojia ihusuyo malaika, kuhusu malaika ni kina nani, tabia zao, kazi zao uwezo wa akili zao utashi wao na kazi yao katika nafasi yao katika uumbaji. Teolojia hii ambayo ameweza kuiandika kuhusu malaika, ambayo inaitwa angelolojia, imeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika mafundisho ya kanisa Katoliki. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo imemfanya huyu takatifu Thoma kuitwa daktari malaika. Lakini sababu ya pili ni utakatifu wa maisha yake, usafi wa moyo. Katika maisha ya mtakatifu Thoma Akwino, alipitia changamoto mbalimbali mbali za kujaribiwa dhidi ya usafi wa moyo, lakini katika moja ambayo inafahamika zaidi alivyoweza kushinda kishawishi dhidi ya usafi wa moyo basi, Mwenyezi Mungu aliweza kumtunukia kitu cha pekee katika ndoto yake. Yeye mwenyewe alivyoeleza kwamba walitokea malaika wawili ambao walimfunga mshipi wa usafi kamili, na kwa namna hii kwa na mrahi, basi aliweza kupata neema ya ajabu na uwezo mkubwa wa kuishi usafi fadhila ya usafi wa moyo kwa muda mrefu au kipindi kizima cha maisha yake. Sababu ya tatu inayomfanya Mtakatifu Toma wa Akwino aitwe daktari malaika ni kuwa na upeo wa juu mithili ya malaika. Mtakatifu huyu alikuwa na uwezo ama upeo wa juu kuweza kung'amua mambo ya usuyu Mungu kwa upeo wa hali ya juu sana, mithili ya malaika, na ndiyo maana mafundisho yake yana usahihi wa kiwango kikubwa sana na hayana hata chembe ndogo ya uzushi au potofu au mafundisho ya uongo. Lakini sababu ya mwisho kwa nini Mtakatifu Thoma Akwino anaitwa Daktari Malaika ni kwa sababu ya mwangaza wa akili. Mwangaza wa akili maana yake nini? Kwamba kama vile jua linavyoangaza na kutoa miale yake ndivyo hivyo mafundisho yake maandiko yake yanaliangaza kanisa, yanaangaza mafundisho yote ya mama kanisa. Hizi ni sababu nne ambazo zinafanya Mtakatifu Toma wa Akwino ajulikane kama Daktari Malaika au Daktari wa Kimalaika. Watuendelee kumwomba kwa maombezi yake, ili nasi tuweze akili zetu ziweze kuangazwa, utashi wetu uimarike, tuweze kuishi kadiri ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.